Taifa la Kenya liko katika mwelekeo mzuri kimaendeleo akiweka wazi kuwa ana imani kuwa kwa takriban miaka 15 ijayo Kenya itaweza kufanikisha miradi ya maendeleo bila mikopo kutoka kwa mataifa mengine. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa wawakilishi wadi, katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi, rais Ruto ameorodhesha miradi iliyofanikishwa na serikali yake, akiwakosoa viongozi waliotilia shaka miradi hiyo akiwataja kuwa watu wenye imani ndogo. James Mwangi na taarifa kamili. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa wawakilishi wadi jijini Nairobi, rais Ruto amewalaumu viongozi walioongoza Kenya miaka ya hapo awali, akisema kuwa kwa muda mrefu taifa limesalia nyuma kimaendeleo kutokana na misimamo yao ambayo haikuwa thabiti it is a plan under leader to lead it. Situlisema tunafanya affordable housing. Leo kandarasi ya affordable housing na markets na hostels ni 650 billion. How much? 650 billion, na sio pesa ya kukopa na sio pesa ya kuomba. Rais akionyesha kuwa na imani kwamba taifa la Kenya litafikia viwango vya mataifa yaliyoendelea akibaini kuwa kwa takriban miaka kumi na tano ijayo taifa la Kenya litaweza kufanikisha miradi ya maendeleo bila kutegemea mikopo kutoka kwa mataifa ya kigeni. If we continue the same way we are continuing, I am very confident In 10, 15 years, we will not be borrowing any money from any country. We will be using our own resources. And if we need to borrow, we will be borrowing from our own savings to be able to drive our development. Mnanielewa? Ameorodhesha baadhi ya mambo yaliyofanikishwa na serikali yake huku akiwakosoa viongozi anaosema wana imani ndogo na ambao wameendelea kuikosoa miradi ya serikali wakisema kuwa haitafanikishwa. Some people think what we are saying is is is not possible. Ndio unasikia anasema, oh hii ni uongo, hii haiwezekani. Ametetea mkataba wa ushirikiano baina ya serikali kuu na ile ya kaunti ya Nairobi akisema kuwa hii itasaidia pakubwa kuboresha huduma na kulikuza jiji kuu la Kenya. Many people who say they have come to Kenya.

Undugu TV